Je, unapanga kuanza maisha ya ndoa au tayari kwenye ndoa na unafahamu vipimo vya afya ambavyo unahitaji kufanya kabla? Kipimo cha HIV ni cha kwanza. Kuna kipimo cha makundi ya damu, magonjwa ya zinaa, magonjwa ya kurithi kama vile selimundu au sickle cell, homa ya ini au hepatitis B na C, na magonjwa yasiyoambukizwa Unaweza kupima pia afya ya akili, uwezo wa kuzalisha au kupata ujauzito. Kwa nini tunafanya haya yote? Lengo ni kukusaidia kuchagua maisha ya ndoa yenye afya na kesho iliyo bora. Na iwapo utakuta vipimo hivi haviko inavyotakikana, ni jambo ambalo hutokea. Inapotokea hivi, Vipimo hivi vitakusaidia kuwa na mwongozo kuhusu matibabu, machaguo ya uzazi na namna ambavyo mtagharimikia changamoto hizi za kiafya. Taarifa za afya zinalindwa chini ya sheria ya afya. Na isitoshe kwa kuwa wawili mumeamua kufunga ndoa ina maana mumeridhia kushirikishana taarifa hizi muhimu.